Tukielekea huko nchini Marekani tunafahamishwa kwamba Rais wa Marekani Donald Trump anafikiria kuuza gari lake aina ya Tesla, kulingana na vyombo vya habari vya Marekani, vikimnukuu ofisa mkuu wa ikulu ya White House. Gari hilo jekundu ambalo alilinunua alipokuwa akijaribu kumsaidia Elon Musk kukuza kampuni yake limeegeshwa kwa wiki katika ikulu ya White House. Ina ripoti hatua hiyo ya Rais Donald Trump kufikiria kuliuza gari lake aina ya Tesla inakuja huku kukiwa na mzozo wa hadharani na mkuu wa kampuni hiyo Elon Musk, huku Trump akimnanga Elon Musk kuwa amerukwa na akili. Ikulu ya White House imeliambia shirika la habari la Uingereza BBC ya kuwa Trump hataki kuzungumza na bilionea huyo wa teknolojia Ijumaa hii baada ya ripoti kuwa watazungumza kwenye simu hapo baadaye. Trump amezungumza na vyombo kadhaa vya habari vya Marekani Ijumaa hii, ambapo amemtaja Musk kama mtu ambaye amepoteza akili, lakini bado Musk hajazungumzia chochote kuhusiana na kauli hiyo ya Trump. Mzozo kati ya rais na mshauri wake wa zamani uliibuka wazi kwenye mitandao ya kijamii siku ya Alhamisi, kuanzia na Trump kusema ame iswa na ukosoaji wa Musk juu ya mswada wake wa matumizi. Kisha Musk alimshutumu Trump kwa kutokuwa na shukrani na kuongeza na hapa na mnukuu, bila mimi Trump angeshindwa katika uchaguzi, alisema Musk, mwisho wa kumnukuu. Hivi ndivyo mzozo ulivyotokea. Makampuni ya Musk ikiwa ni pamoja na Tesla, SpaceX, na Starlink wana mikataba ya moja kwa moja na serikali ya Marekani. Siku ya Alhamisi aliondoka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 Hii ni Focus News, jina langu ni Deokaji Makomba.